Walipojitokeza wengi wanasema, watiania watiania, si ndio mio? Na chama chama akiruhusu mtu kujitokeza mapema na kuanza kufanya kampeni, mimi nikasema, na walikuwa wanafanya kampeni usiku, mimi nikasema maka walikuwa wanafanya kampeni usiku tu, nikawambia, hizo kampeni zetu nao utiania wenu naoendelea kufanya muwe numatane usiku na mchana zaidi mimi ni, nilishazoea mapambano mbunge leo wa miaka ishirini nimekuwa mdune wa kamati ya siasa miaka ishirini na mbili leo. Kwa hiyo nilishakuwa mwalimu. Kwa hiyo hao wanafunzi wangu hao waruhusiwe wafanye usiku na mchana, mchana, alafu wasubiri ili wasije kupata <coughs> <coughs> wa kigezo chochote a kazi, kazi nzuri iliyofanywa na, na viongozi wenu imefanywa na madiwani, imefanywa na mbunge, imefanywa na rais wenu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunachotaka tu ni mshikamano pale tutakapokuwa tumempa, tumempata kada sahihi kwenye maeneo yote hayo mawili, udiwani, ubunge, basi umoja wetu usivunjike tumezamiria tuliapa, na kuamua tukasema hakuna kupumzika mpaka maendeleo ya kweli yapatikane. wapi nalelekalechimje nalekalietg nalelekalietile gine na mweshimi mweshimiwa, mweshimiwa Steheni Wasila, makamu wetu mwenyekiti, juzi nilikuwa kule nyumbani kwetu kutiama kwa Baba wa Taifa nilienda huko kupata baraka zote.